Kia nguvu kia uweza, vile vitu alivyokuwa anafanya Yesu, kina Petro wakaanza kuvifanya vile vile. Kina Petro alifufua, kina alifufua Dorkasi, kina Petro aliweza kumponya kiwete aliyekuwa kikaa kwenye sinagogi pale akiomba omba, wakamwambia tulichonacho ndicho tunachokupa, iluka na uondoke. Sasa akapokea uponyaji kwa sababu alikuwa amemfuata Yesu kwa muda mrefu, wakajikuta wamekuwa kama yeye. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Tumeumbwa, tumeumboka namna hiyo, kile utakachokifuatilia, hata kama upendi kuwa kile, acha acha kukifuatilia. Kama upendi kuwa kitu fulani, acha kujifuatilia. Kama upendi kwa mzizi kusikiliza, acha kusikiliza manyimbo anaohamasisha uzinzi, acha kuangalia hizo picha zinazoonesha mambo ya uchuchi na nini, achana nazo. Hapo ndipo utaweza kujizuia, utaweza kumiliki mwili wako tena. Vinginevyo mwili wako utakumiliki, utakuendesha kuzini, utazini na utaenda kujificha kanisani. Kanisani hautakuwa salama. Yesu alisema tukikaa ndani yake na maneno yake atakaa ndani yetu, ndio tuombe tunachokitaka ndipo atafanya. Lakini wengi hatumo ndani ya Yesu, tumo ndani ya kanisa maana mambo yetu hayaendi, tunaomba mambo yatokee. Tunatamani baraka za rohoni, lakini hazibiliki mwilini kwa sababu bado hatujakizi vige vigezo. Namna tulivyomfuata mna tuliolipa kumtafuta haulingani na ukubwa wa vitu tunavyovitaka, gharama tuliolipa ni ndogo. Paulo alikaa akifundishwa na Mungu na Yesu mwenyewe kwa muda mrefu sana kama miaka mitatu kama kama wale wanafunzi wengine, Yesu akimfundisha akimwelekeza vitu. Ndipo hapo na Paulo akaanza kufanya mambo ambayo na kina Petro walikuwa wanayafanya, ni miujiza. Nabibia yote ambayo Petro alifanya na Paulo alifanya, ndani ya Kristo Kristo, ndani ndani ya Kristo tunajijua sisi ni kina nani, na watu watatuchukulia kawaida tena. Tukianza kuleta vitu ambavyo kwenye jamii walikuwa vitegemei, wataanza kujiuliza wa kina nani. Kilicho msaidia Yusufu kuingia kwenye uwaziri sio elimu, akusomaga hata kidato kimoja, lakini karama ya Mungu iliyotumika kutafsiri ndoto ndo, ndo, ndo, na kuiponya nchi kwa muda wa miaka saba ya njaa ambayo dunia yote ilikuwa inahangaika kwa ajili ya njaa, kupitia kutafsiri ndoto kuinusuru nchi, akatumikiwa uwaziri mkuu, ndio akawa na panga cha